ni shabiki wa Yanga lakini leo hajaja kwa ajili ya Yanga uwanjani. Leo tuko Tanga. Sehemu moja inaitwa Kange. So palikuwa pana na mechi uh, na timu mbili hapa uwanjani. Sasa yeye yeah, atakwenda kutupa kidogo mwangaza kuhusiana na ilikuwa ni timu gani na timu gani. Wametokaje kimatokeo? Ameuonaje mchezo? Hivyo ndio vitu ambavyo tunakwenda kuzungumza naye. Kwanza kabisa aanze kwa kujitambulisha. Eh, bwana yangu uh, ni Roby, wa Roby Media Tanzania na wapenda michezo waweze kufahamu. Yeah, mimi naitwa Mwali Said Yasmani. Uh, Omari Saidi uh, umeanza kushabikia Yanga lini? Mimi nimeanza kushabikia Yanga tokea mwaka kwamba ni shabiki wa muda mrefu nimepita me, kwenye kipindi kigumu mpaka sasa. Hizi ni timu ambayo uh, ina, ina profile kubwa kwa Afrika pengine na dunia kwa ujumla. Uh, uh, una nini cha kuambia watani wako kabla hatujazungumzia swala la leo? watani wako na maanisha Simba kwa hicho ambacho wanakipitia hichi wanacho kipitia, Simba itabidi wakae pamoja, kwa sababu sasa hivi Yanga jinsi ilivyo sasa hivi yeah, bila kukaa vizuri wa, wa viongozi wao yeah, na kujikaa wawe na umoja, watateseka sana kwa watani zao. Sawa sawa. Sasa, kwa mashabiki, unajua wewe ni shabiki ambaye Yanga ilikuwa nai ili. Kuna kipindi imepitia msoto <laughs> mpitia msoto kweli kweli, tuangalie kamera imepitia msoto kweli kweli eh, lakini mkao wa vumilivu mpaka leo au liama a ulikomaa sasa e, kuna mashabiki wa Simba ambao saa hizi wanatamani hata kuhama Simba, u unawaambia nini? Waendelee kukomaa, uvumilie, ni hali tu, kuna maisha yanaweza kabadilika hapo baadaye, yeah. au wahame wakatafute furaha mbele, maana maumivu na yenyewe yamezidi sasa, kila siku ni wanaumia tu <tipi> kwa sababu sisi tulitoka kwa hali hiyo hiyo, lakini tulivumilia, watu wa bakuli, lakini wakatucheka, lakini wenzao tulivumilia. Yeah. Eh, paka sasa hivi unavyotuona tunakula matunda yetu kwa sababu tulifanya ukweli. Sasa, kwa mtazamo wako tukimalizia mtazamo wako huyu nadhani e, Simba ili wakae kwenye e, level nzuri au wawe na matokeo mazuri. Unadhani shida iko wapi? Ni aina ya wachezaji wanao au uongozi au, kwa mtazamo wako jinsi ulivyotoka miaka tisini nao unafuatilia mpira. Nadhani kipindi Simba wako vizuri uliwaona Yanga wapo kwenye hali ngumu, uliwaona Yanga mmekaa vizuri, mnajua kabisa ni wapi mpo wa kukosea hasa kwa Simba nadhani hivi shida inaweza kaa wapi mtazamo wako lakini. Shida ya Simba tatizo lao ni uongozi. Ni uongozi. Tuishie hapo tuishie hapo tusije tukapigwa mawe bwana tuzungumzie sasa mechi ya leo ambayo ilikuwepo hapa ah, kange na nijue ilikuwa ni timu gani na timu gani ambao walikuwa wakicheza hapa. Hapa ilikuwa wanacheza na timu ya magereza na ah, msitu yeah, kwa hapa tanga Sawa sawa. Na umeuonaje wewe mchezo? Mchezo, lakini, eh, lakini, mm. Mchezo nilikuja kipindi kifupi, jinsi nilivyoona mchezo ulikuwa uko balance, yani walikuwa wanashambuliana kwa, kwa kipindi eh, lakini hadi hicho kipindi kilichofika mimi hapa, jinsi eh, nilivyoona ule mpira eh, wana wa majengo walikuwa waliutawala sana mpira dakika za mwisho. Waliutawala hawa wa ah, a, misindu. Misindu wa Magereza eh, wamefungwa ni wapi? Misindu ndo wamefungwa, Magereza ndo wamewafunga. Yes. Eh. Kwa hiyo walikuwa wanatawala Magereza wanatawala misitu, misitu walitawala mchezo yeah, cha mwisho yeah, lakini ndo waliofunga sasa. Hii iko vipi? Ah, yeah, yani ni goli la kujifunga kumbe, mpira kumbe na mambo mengi, na mambo mengi. Ha, kwa hiyo, ni ni wamejifunga ni, ni unadhani changamoto ilikuwa nini kutokuwa na maelewano mabeki kwa mabeki. Aa, au wamejifunga ni shindikizo ni moja ya mchezo kwamba hawa mag, ma, ma, ma, ma, magereza wameweza kuwashindikiza e, hawa mabeki wa wa msitu wa mpaka wakapotezana, waka, waka, waka ile chemistry ya umoja, wakajikuta mtu labda anarudisha kwa kipa, kipa tayari ameshaondoka kwenye eneo lake, mpaka inatokea goli la kujifunga. Ile ilikuwa ni loose ball, ilipigwa cross ikamgonga beki kule, e. e. e. e. e. e. Iga, Iga. Posti ya, ndo posti ya. Ya <laughs> eh, eh, lakini kwi, kwenye ukiangalia performance wote walikuwa sawa, umiliki wa mchezo, tulijitahidi, walipiga mpira mkubwa bahati, lakini katika katika kuangalia mchezo umepata ume ume ume ladha zile ambazo tunapataka kwenye vilabu vikubwa nikimaanisha labda pengine uh, Yanga ikiwa anacheza na timu fulani au Simba anacheza na timu fulani au Simba na Yanga wamekutana, hii hii ladha ambayo unaikuta hapa Kange tanesh kwamba umepata ladha mpira na vile tunavyoangalia kwenye TV au kwenye uwanja labda tukiwa pale Mkokwani, umeonaje? Uh, ila vijana mb... wamejitahidi, tena sasa wamesitu mm. tangu kipindi chote hicho kiangalia p mpira mzuri nipendezeshe na kuna mchezaji ambaye metamani kwamba huyu ningetamani yeah. Lewa hui pata pale kwenye klabu yetu Yanga kama mdogo na namba namba yangab awa ni wa msitu wale wa msitu walipigia mpira. Alikuwa nafaa kabisa ah. kuwa mchezaji wa timu moja kubwa hapa Tanzania hey, kama... au pengine angewasaidia hata Simba kutoka kwenye, <laughs> kwenye, kwenye kipindi <laughs> uwezo pia ukuwa mzuri sana kuwasaidia ile simu watani wako wale, ni waeleze kweli, wanaweza wanaweza wakaja Tanga wakamtafuta yule mchezaji, na akaenda kuwasaidia pale, yeah, na kijana akaweza kupata ugali lakini, na, na Simba wenyewe wakaweza kupata kitu cha, cha, cha kuwasaidia, ujue. Eh, yeah, sawa. Haya wale watoto kama wale wawili fulbeki namba 2 na yule namba kumi. Namba kumi. Eh kama wakiwachukua mapema hivi kabla hawajawaiwa na watani zetu na watani wao. Eh yani kombe yanga kabla hamjawai, simba wetu wakiwahi kuwapata hawa ni ni ni wazuri sana. Lakini kwenye hii magereza kuna mtoto mmoja anaitwa Saidi. Saidi. Namba ngapi alikuwa anacheza huko? Namba kumi. Namba namba kumi ile. Kombe kuna hizi namba kumi zote zilizokuwa leo uwanjani ni balaa. Zinatisha watu wote watani zetu wakiwachukua wanaweza wakaokoa kwamba watoto inabidi wasiachwe, yani huu mpira si hazi yao, hizi mechi ndogo ndogo tuwape connection wale wachezaji watatu. Tumchukue namba mbili, tumchukue namba kumi e, wa, wa, wa msitu tumchukue na namba kumi wa magereza e. Tuwape connection waende kule, inawezekana Bwana director, inabidi tufanye kazi ya ziada kwa connection ya vijana wetu watatu. Bwana shabiki wa Yanga na moja ya wa wafuatiliaji ambao wamefuatilia hii mechi ameweza kupendekeza, ameweza kupendekeza hili swala bwana. Langu jina ni Robi wa Robi Media, tunaishia hapa, lakini mm, mwisho wa video ni mwanzo wa video nyingine. Tunaenda kukutana na shabiki mwingine. Asante sana, shukrani sana.